Nitumie fursa hii sasa kuwasisitiza kuendelea kuwashawishi wafanyakazi uh, wa Arusha na Tanzania nzima, tujitokeze kwa wingi tarehe ishirini na tisa Oktoba kwenda kupiga kura. Kauli yetu, tano kura ili tuweze kuwachagua viongozi wetu wanaojali maslahi yetu, yetu ilisema hivyo. Uchaguzi mkuu wa 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi. Sote tushiriki katika uchaguzi, kupiga kura ni haki yako. Na mimi niwahakikishie tuko salama, tarehe 29, tujitokeze, usilale nyumbani, nenda kapige kura. Baada ya mpaka fanye yeah. Vizuri amis good kwani kama kunzi kapigeni kura tarehe 29 tuwachague viongozi ambao unauhakika ukienda kuzungumza jambo linatekelezwa, viongozi ambao sauti yenu, ambao sisi tunaitoa kwa niaba yenu, kwa niaba ya wafanyakazi nchi nzima, wanatusikiliza solidarity. Imani yangu kwamba wafanyakazi wa Tanzania, wafanyakazi wa mkoa wa Arusha, tutajitokeza siku ya 29 kwenda kutekeleza haki yetu ya msingi ya kupiga kura.